na wadau wengi wa soka nchini Tanzania ni mchezo wa Kariako Dabi ambapo mchezo huu utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa wenyeji katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya Jumamosi ya tarehe nane mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa kuelekea katika mchezo huu, tunaona kwa upande mwingine, siku ya leo klabu ya soka ya Simba waliweza kutoka katika kambi zao na kuelekea pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho ili waweze kujiandaa na mchezo lakini ni kwamba Simba wameweza kuzuiliwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa na baadhi ya watu ambao walijiita ni makomando wa klabu ya soka Yanga Sports Club wakisema kwamba kwa mujibu wa Yanga wao walishafanya mazoezi yao, lakini Simba ndiyo klabu ambayo imegomiwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa kitukio hili limeweza kuzua taharuki kubwa kwa sababu kikanuni ni haki kwa Simba kufanya mazoezi katika ule uwanja ambao wanakwenda kuutumia. Kwa hiyo, unaona mpaka sasa tunavyoongea, klabu ya soka ya Simba wameweza kuondoka katika uwanja wa Benjamin Mkapa pasipo kufanya mazoezi. Kwa hili limeweza kuleta taharuki, kuna uwezekano mkubwa mchezo kati ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club usichezeke hapo siku ya kesho kwa sababu Simba kikanuni wamenyimwa haki yao ya msingi kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo taarifa iliyoweza kuripotiwa inasemaje? Tukianzia na huyu hapa, ni mshabiki kindaki ndaki wa klabu ya soka Simba, Agnesi, e, Simba Sports Club ama Agi Simba ameweza kufungua na kusema hivi: kikosi cha wachezaji na makocha wa Simba kimezuiwa kuingia uwanja wa Mkapa usiku walipokwenda kufanya mazoezi yao ya mwisho kama ambavyo kanuni inaelekeza. Simba waliwasili uwanja uwanjani hapo saa moja na dakika ishirini usiku na kukutana na makomando wengi wa Yanga ambao wamegoma kufungua geti na kuruhusu basi lilobeba wachezaji wa Simba kuingia. Simba bado hawajafanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wao wa kesho kwa mujibu wa kanuni timu ngeni inaruhusiwa kutumia uwanja kufanyia mazoezi yake ya mwisho siku moja kabla ya mchezo. Polisi waliwasili uwanjani na kushughulika na jambo hili ili kumpa Simba haki yake ya kufanya mazoezi ya mwisho. NB: Yanga walimaliza mazoezi yao uwanjani hapo na kuondoka dakika chache kabla ya Simba kuwasili. Kwa hiyo tunaona hiyo ni taarifa ambayo Agi Simba ameweza kuiposti lakini E, Official Felix huyu ni mchambuzi wa soka naye pia ameweza kuposti taarifa inasemaje? Inasema Simba Sports Club wameondoka muda huu saa tatu usiku katika maeneo ya uwanja wa Mkapa baada ya kuzuiwa kufanya mazoezi ya mwisho. Wasimamizi wa uwanja wamewaambia Simba kuwa hawana taarifa ya kuruhusu timu yoyote kufanya mazoezi. Simba walikuwepo tangu saa moja kamili usiku. Kwa hiyo tunaona huyu ni Official Felix, ambaye ni anamiliki chaneli ya soko online ameweza kuripoti taarifa hii. Lakini tukija kwa juma hayo, mchambuzi wa soka kutokea Crown FM, naye pia ameweza kuripoti taarifa hii akisemaje? Anasema Simba wamezuiwa kufanya mazoezi jioni katika uwanja wa Mkapa. Kikanuni Simba wanatakiwa kufanya mazoezi leo, mpaka sasa bado hakuna taarifa rasmi kwa nini Simba wamezuiwa hati hati mechi hiyo kesho kuchezwa kama Simba hawatafanya mazoezi kikanuni. Kwa hiyo tunaona huyu ni jumaayo wakisema, baba, kuna uwezekano mkubwa mchezo wa Simba dhidi ya Yanga Sports Club usichezwe kwa sababu Simba mpaka sasa tunavyoongea, wameondoka katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Wasipo kufanya mazoezi yoyote yale na kikanuni, Simba wanaruhusiwa kufanya mazoezi katika ule uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ni taarifa ambayo imeweza kuwagusa watu wengi hususan, kwa nini Young Africans wawazuie Simba kufanya mazoezi na kati kiaki kikanuni wanaruhusiwa kufanya mazoezi Simba Sports Club. Ikumbukwe mchezo wa Kariakoo Derby ambao Simba walicheza dhidi ya Yanga, Simba waliwaruhusu Yanga kufanyia mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ule mchezo Simba ndio alikuwa wenyeji, lakini sasa Yanga ndio mwenyeji na ameweza kutoa ya haki ama ameweza kumnyima haki Simba Sports Club kufanya mazoezi. Kwa hiyo story ndefu, lakini kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania, TFF, moja kwa moja wanakaaga na kuweza kutoza faini, lakini kwa hili Simba ni klabu kubwa ambayo haijafanya mazoezi, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa TFF wakaweza E, kuyadhibu zaidi klabu ya soka Yanga. Kuna uwezekano mkubwa mchezo huu usichezwe hapo siku ya kesho. Nini maoni ni mtazamo kile ambacho kimeweza kujiri kwa kosekundwa Msimbazi? Unaona nafasi ya kwenda eneo la comment na kushare nasi maoni yako kwa kitendo ambacho amekifanya Yanga. Una ncha ya kuongelea, toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.